Mfano, Jeshi la Polisi linapotangaza nafasi, ukizingatia hivi vitu unaweza ukapata nafasi hiyo. Namba moja, maombi yote yatumwe kwa maelekezo maalum yanayotolewa na mamlaka husika, na mamlaka husika ni Jeshi la Polisi. Wanatoa utaratibu kama unajaza online au unapeleka kituoni moja kwa moja. Namba mbili, zingatia vigezo vinavyotolewa na jeshi la polisi. Mfano kidato cha nne awe na division 1 mpaka 4, lakini division 4 iwe ya point 26 hadi point 28. Kwa form 6 iwe division 1 hadi 3. Na kubwa zaidi ni kuzingatia vigezo vinavyotolewa na jeshi la polisi. Kama ukizingatia vigezo vyote vilivyotolewa na jeshi la polisi, kama wakitangaza nafasi, hii inaweza kukusaidia wewe ukawa na uwezekano wa kupata nafasi hiyo. Mimi nimemaliza, subscribe, nikutakie siku njema.